Stori za town ya Global TV bado inakuletea vitu vikali, na stori kubwa ni kuhusiana na Mrisho Mpoto, ambaye yeye baada ya kutembea kwa miguu kwa muda mrefu, na maswali mengi ambayo alikuwa akihojiwa, alikuwa akiajibu, lakini pia katika mazingira fulani alikuwa anaonekana akitembea kwa viatu. Swali likaja, kwa nini sehemu nyingine huwa anavaa viatu? Na yeye majibu akayatoa, kwamba huenda watu walikuwa wanafikiri ni imani fulani za kishirikina, ambapo alishawishia labda pengine na mganga wake, kwa hiyo akawa anaamua kuvaa viatu katika mazingira fulani ili kuondoa dhana ya kwamba kuna mahusiano kati ya ushirikina. Unajua watu wanaamini kama mimi labda mganga wangu kaniambia, kwa hiyo sasa, hii ishu kwamba kaambiwa na mganga ina kera wakati mwingine. Kwa hiyo wakati mwingine unavaa kidogo, ili watu waone kwamba hakuna mahusiano ya uchawi pale ndani. Ni kwamba yule jamaa kama brand yake, lakini na sababu ambazo nishai kuziongea hapa, nishai eh, kufanya interview kama hii nishai kujibu, kwa hiyo sitaki kuzirudia sababu lakini kikubwa ni kuonyesha kabisa hakuna connection yote kati ya ushirikina na mafanikio ya Mpoto. Hiyo ndo sababu kubwa, ndugu yangu. Na, nime, na hapa sijavaa kwa sababu pia hapa nawajua hapa, na hapa watu ndani watanipiga picha, wataniambia pozi bure sla siku lakini kali ya mwaka imeibuka ndani ya jumba la habari Global Publishers mwaka huu 2017, Februari 5, baada ya kufika katika exclusive interview, na baadaye katika kuendelea kutafuta wafuasi wanaotembea kwa miguu ndani ya jumba la habari, walianza na walipatikana wengi wafuasi ambao walimuunga mkono kwa kutembea peku nikiwa na maana ya kutembea kwa miguu bila viatu. Wakatembea peku, na baadhi ya picha ndo kama unavyoziona mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV popote pale ulipo, katika kona ya dunia, Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, unaweza ukawa mmoja wa wafuasi wanaotembea peku kumuunga mkono timu ya Mrisho Mpoto, kukiwa na maana kubwa sana ya utembeaji bila viatu kwa kile ambacho pia anakiamini. Na wewe ukikifuatilia na ukimfuatilia, kutakuwa na jibu ambalo utalipata na pengine ukajua upo sehemu sahihi au ni kipi ambacho kinaendelea. Ya Global TV with your best presenter, Golden Lucky. Kama kawaida tutakuwa tukikuletea mengi mengi ambayo yatakuwa yakiibuka kupitia hapa na popote pale ambapo yatakuwa yakitokea on time. Kama kawaida, nikukumbushe kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Nyuma ya kamera, much respect kwa my big director Joss Skills, kama kawaida sitaacha kumtaja. Lakini pia nikukumbushe kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na Twitter, at Global TV TZ, usiache kutufollow at Golden Lucky underscore GM, ndo presenter wako pia usiache kuni Instagram zaidi. Nikutakia wakati mwema, enjoy. Upo sehemu ambayo ndipo pa kijanja panapokuletea kila kitu ambapo unakistahili kukipata, huwezi kukipata kwingine popote.